katika mwambao wa bahari ya hindi ndani ya wilaya ya lungalunga kaunti ya kwale kuna kilima tulivu kiitwacho Mrima Hill msitu wenye ukubwa wa ekari takriban 390 ndani ya kilima hiki kimefichwa utajiri mkubwa wa madini adimu rare earths madini yanayotumika katika teknolojia za kisasa kama magari ya umeme simu janja mitambo ya kijeshi pamoja na nishati safi lakini nyuma ya utulivu wa msitu huo mivutano mikubwa ya kimataifa inaendelea kimya kimya kati ya mataifa makubwa kama Marekani, China, Australia pamoja na Uingereza. Kila taifa linatazama Mrima hili kama lulu mpya ya kimkakati kati ya vita vya rasilimali za karne ya 21. Madini ya rare earths ni kundi la vipengele 17 vya kemikali vinavyotumika katika teknolojia za hali ya juu. Bila madini haya dunia isingeweza kutengeneza betri za magari ya umeme, rada za kijeshi, simu janja, injini za ndege za kivita na hata mitambo ya nishati ya upepo. Kwa mujibu wa takwimu za kampuni ya Cotic Mining Kenya, tawi la Pacific Wild Cat Resources yenye makao yake Uingereza na Canada, thamani ya madini hayo yaliyopo Mrima Hill inakadiriwa kufikia dola bilioni 62.4 mwaka 2013, ikiwemo madini muhimu kama niobium madini yanayotumika kuimarisha vyuma. Lakini tangu kipindi hicho, hatima ya mradi huu imekuwa ikisuasua kutokana na migogoro ya kisheria, rushwa na siasa za kimataifa. Mwaka 2013 serikali ya Kenya ilifuta leseni ya uchimbaji madini ya Cortec Mining Kenya, ikitaja kasoro za kimazingira na ukiukwaji wa masharti ya leseni. Kampuni hiyo ilidai kuwa ilinyimwa leseni kwa sababu ilikataa kutoa hongo kwa aliyekuwa waziri wa madini wakati huo, Najib Balala madai ambayo yalikataliwa vikali licha wote, ya kesi kadhaa zilizofikishwa mahakamani, Kotek ilishindwa kupata ushindi wowote, ikiacha eneo hilo katika hali ya kutoeleweka kisheria. Mwaka 2019, serikali ikaweka marufuku ya muda wa utoaji wa leseni mpya za uchimbaji ikitaja hofu ya uharibifu wa mazingira na mianya ya rushwa. Lakini kufikia mwaka 2025, hali inaendelea kubadilika taratibu Kenya sasa inataka kufufua sekta ya madini kama nguzo kuu ya uchumi wake. Serikali ya Rais Donald Trump, ambayo imewekeza mkwazo mkubwa kwenye upatikanaji wa madini muhimu duniani, imekuwa ikifanya juhudi kimya kimya kuimarisha ushawishi wake Afrika pamoja na Afrika Mashariki kupitia mikataba ya amani na uwekezaji kama ule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Marekani inalenga kuzuia utegemezi wake kwa China, ambayo ndio inayoongoza duniani katika uzalishaji wa madini adimu, yaani rare earths. Mwezi Juni mwaka huu Mark Dillard aliyekuwa balozi wa muda wa Marekani nchini Kenya alitembelea Mrima Hill, ishara ya wazi kwamba Washington inalenga kuhusika katika mustakabali wa eneo hilo. China, ambayo inadhibiti zaidi ya asilimia sabini ya uzalishaji wa madini adimu duniani, imekuwa ikihofia juhudi za magharibi kupunguza utegemezi huo. Kwa mujibu wa wakaazi wa eneo hilo, baadhi ya raia wa Kichina walijaribu kufika Mrima Hill katika miezi ya hivi karibuni lakini walizuiliwa na walinzi wa jamii. Jitihada hizi za Wachina zinaonyesha jinsi Beijing inavyoona Kenya kama mlango wa kimkakati wa kuimarisha ushawishi wake katika bahari ya Hindi na upatikanaji wa rasilimali za Afrika Mashariki. Wakati Marekani na China zikiwa kwenye mvutano wa kisiasa, makampuni ya Australia Rare X na Iluka Resources yamejitokeza kwa mpango wa pamoja wa kutaka kuchimba madini Mrima Hill. Tayari kampuni hizi zimeonyesha nia ya kutoa teknolojia safi na mikataba ya kijamii na wenyeji lakini hadi sasa bado hakuna makubaliano rasmi yaliyotiwa saini, licha ya thamani kubwa ya madini katika eneo hilo. Wakazi wa vijiji vitano vinavyozunguka Mrima Hill, hasa wa jamii ya Digo, wamegawanyika katika swala hili. Wengine wanaona hatari ya kufukuzwa kwenye ardhi yao ya mababu bila fidia, huku wengine wakiona uchimbaji kama njia ya kujitoa kwenye umaskini wa kizazi. Kwa mujibu wa serikali, zaidi ya nusu ya wakazi wa eneo hilo wanaishi katika umaskini uliokithiri. Kwao Mrima Hill si tu msitu sehemu takatifu yenye maziko, miti shamba na maeneo ya ibada. Wataalamu wa mazingira wameonya kuwa Mrima Hill ni makazi ya spishi adimu kama giant orchid na mimea ya asili yenye umuhimu wa dawa. Kabla hata ya uchimbaji kuanza, uharibifu wa misitu tayari unaendelea kutokana na ukataji miti na ukosefu wa udhibiti. Serikali ya Kenya imeahidi mageuzi makubwa mwaka huu katika sekta ya madini, ikiwemo uwazi katika utoaji wa leseni, unafuu wa kodi kwa wawekezaji na lengo la kuongeza mchango wa madini katika GDP kutoka asilimia 0.8 hadi asilimia kumi kufikia mwaka 2030. Hata hivyo profesa mstaafu wa jiolojia ya kiuchumi Daniel Weru Ichangi anaonya kuwa bado Kenya haijakusanya takwimu za kutosha kuhusu utajiri wake wa madini katika eneo hilo. Uchimbaji wa Mrima Hill umegeuka kiwanja cha siasa za dunia. Kwa upande moja, Magharibi inataka kudhibiti upatikanaji wa madini kwa ajili ya teknolojia safi na silaha za kizazi kijacho kwa upande mwingine China haitaki kupoteza nafasi yake ya kipekee kama dola ya madini adimu. Hali hii inaifanya Kenya kuwa kiwanja cha mashindano ya kimkakati geoeconomic battleground, ambacho kama hakitasimamiwa kwa busara, kinaweza kugeuka laana badala ya baraka. Mrima Hill ni zaidi ya msitu, ni ishara ya mapambano mapya ya kimataifa, si kwa bunduki, bali kwa mikataba, leseni na teknolojia. Wakati mataifa makubwa yakitazama utajiri huo Jukumu la Kenya ni kuthibitisha kuwa inaweza kulinda maslahi ya wananchi wake, mazingira na urithi wa vizazi vijavyo. Kama Profesa Ichang'i alivyoeleza, maslahi binafsi lazima yaitishwe mbele ya maslahi ya taifa. Mrima Hill inaweza kuwa lulu ya Kenya au jeraha jipya la Afrika Mashariki.